Ujambo mahali ulipo, nadhani kwamba umekuwa na mchana mwanana, kwamba Maulana alikuwezesha ukaona siku kama ya leo na jioni kama leo. Mimi namshukuru Maulana kwa sababu ya uhai na maisha aliyoniwezesha mimi, ndipo tukaweza kukutangamana kwenye kipindi hiki ambacho ni kipindi cha Kiswahili kinamasi cha lugha kama ilivyo ada, hiki ni kipindi ambacho kinanuia kuwaelimisha wanafunzi wanaosoma katika shule za msingi, hususan wale ambao wako katika junior school na wale ambao wako katika shule za msingi, pamoja na wale wanafunzi ambao wanasoma sasa katika shule za upili. Katika kwenye kipindi hiki tunajaribu kupambanua vipengele mbalimbali vya lugha ya Kiswahili ikiwemo uandishi wa insha, ikiwemo matumizi ya lugha, kusoma ufahamu na masuala ya fasihi. Na kwa hivyo hivi leo ningependa tuweze kuangazia kipengele madhubuti, kipengele ambacho kidogo huwa kinawakanganya wanafunzi, kipengele ambacho ni sarufi. Najua kwamba kwenye sarufi. Kuna mambo mengi ambayo mara nyingi huwa yanaangaziwa aidha kwenye mitihani ya kitaifa ama katika uzungumzaji wa kawaida, na ndiposa ukiangalia kwa wale wanafunzi ambao wanasoma katika shule za upili na shule za msingi, mara nyingi utaona kwamba huwa kuna kusikiliza na kuzungumza. Hapa katika mazungumzo basi ningependa tuweze kuangazia swala ya swala la matumizi ya neno kwa. Tunajua kwamba mara nyingi neno hili kwa huwa lina matumizi mengi tu, na ukiangalia kwenye mitihani mbalimbali ya KCSE na yale madarasa mengine ya chini, wanafunzi mara nyingi huwa wanatahiniwa kwenye swala hili la matumizi ya neno kwa. Kwanza kabisa unapoitumia neno kwa, kwa hutumiwa kuonyesha ama kuleta dhana ya pamoja na. Kwa hivyo mwanafunzi, msikilizaji, mali ulipo fahamu kwamba matumizi ya kwanza ya neno kwa ni kwamba neno kwa hutumiwa kuleta dhana ya pamoja na, naam, kwa. Kwa mfano kwenye sentensi, wakubwa kwa wadogo walihudhuria mazishi ya hayati Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo tunaposema kwamba wakubwa kwa wadogo walihudhuria mazishi ya hayati mwenda zake Raila Amolo Odinga. Basi wakubwa kwa wadogo, dhana ya pamoja na inajitokeza wazi katika, uh, kwenye, kwenye sentensi hiyo. Vile vile waweza pia ukasema kwamba tulipohudhuria sherehe tuliweza kula wali kwa nyama. Kwa hivyo unaposema wali kwa nyama, basi hayo ni matumizi ya neno kwa kuleta dhana ya pamoja. Kando na kuleta dhana ya pamoja na neno kwa inapotumika katika sentensi huwa inatumika kuonyesha sababu, na inaonyesha sababu mbona kitendo fulani kiliweza kutekelezwa. Kwa mfano, mara nyingi shuleni, uh, mwanafunzi anaweza adhibiwa japo, <laughs> adhabu imepigwa marufuku, lakini utapata kwamba wakati mwingine adhabu inapeanwa. Haya, uh, siyo ila adhabu ya kinyama. Kwa hiyo unaweza ukasema, kwa hivyo kwamba, uh, Musa aliadhibiwa kwa utundu wake. Musa aliadhibiwa kwa utundu wake. Kwa hivyo unaposema kwamba Musa aliadhibiwa kwa utundu wake, basi dhana ama matumizi ya neno kwa kuonyesha sababu inajitokeza. Isitoshe, neno hili kwa pia linaweza likatumika pia katika muktadha mwingine, inaweza ikatumika ku onyesha namna au jinsi. Kwa mfano useme kwamba Chaurembo alitembea kwa madaha alipoenda kwenye jukwaa. Ah, cha urembo alitembea kwa madaha namna <gum> namna au jinsi. Nadhani bado nanafahamu. Kwa hiyo tayari tumezungumzia kwamba inaleta pamoja dhana ya pamoja. Na nimesema pili, kwa pia, neno kwa inapotumika katika sentensi inaweza pia ikaonyesha sababu. Na i tatu, nimesema pia kwamba neno kwa hutumiwa kuonyesha namna au jinsi. Isitoshe, pia jambo jingine ambalo ni vyema tuweze kufahamu ni kwamba neno kwa inapotumika inaweza ikatumika kwenye sentensi kuonyesha umilikaji. Na utajiuliza kwamba neno kwa basi litaonyesha umilikaji kwa namna gani? Neno kwa litaonyesha umilikaji kwa njia hii. Kwa mfano, ukiwa na sentensi kama hii, ukasema wageni waliofika kwangu walitoka uh, mbali. Wageni waliofika kwangu walitoka mbali. Kuna kile kimilikishi cha nafsi ya kwanza angu. Kwa hivyo unapoambatanisha kimilikishi angu na kwa, basi inaleta dhana ya umilikaji. Nadhani unanifahamu. Ah, jambo jingine ambalo ni vyema kuelewa ni kwamba kwa pia inaweza ikatumika kwenye sentensi kuonyesha kifaa ama chombo kilichotumiwa kufanyia kazi. Inaweza tumika kuonyesha chombo au kifaa kilichotumiwa kufanyia kazi. Kwa mfano, ukisema kwamba Rehema alipika kwa kutumia mwiko. Rehema alipika kwa mwiko, na nadhani kwa mwiko, basi inamaanisha kwamba chombo kilichotumiwa, kifaa kilichotumiwa katika sentensi hiyo, basi ni mwiko. Rehema alipika kwa mwiko. Waweza pia ukasema kwamba Yusufu alisafiri kwa baiskeli, basi baiskeli katika muktadha huu inatumika kuonyesha matumizi ya kwa kuonyesha kifaa kilichotumiwa uh, kufanya kazi fulani ama kutekeleza jukumu fulani. Uh, matumizi mengine ya kwa ni kwamba, kwa, kwa inapotumika katika sentensi inaweza ikatumika kuonyesha sehemu ya kitu. Naweza <laughs> nikatoa mfano tu wakati unasema kwamba watu kumi kati ya watu mia moja nchini Kenya hupatwa na mzongo wa mawa mawazo. Watu kumi kwa mia moja nchini Kenya hupatwa na mzongo wa mawazo. Huo ni kutokana na utafiti ambao juzi tu nimesoma kwenye mtandao, kwamba utapata kwamba suala hili la mzongo wa mawazo umekuwa dondadugu katika jamii. Kwa hivyo ukinaposema kwamba watu kumi kwa mia upatwa na mzongo wa mawazo, sehemu ya kitu kumi kwa mia Waweza pia ukasema kwamba wanafunzi mia moja elfu kat, uh, kwa laki nane waliofanya mtihani wa kidato cha nne mwaka uliopita walijiunga na vyuo vikuu mbalimbali nchini Kenya. Kwa hivyo wakati mnapo hapo unasema Uh, wanafunzi uh, uh, mia moja elfu kati ya mia nane elfu waliofanya mtihani wa kidato cha nne mwaka uliopita walifuzu kujiunga na vyuo vikuu mbalimbali nchini Kenya. Kwa hivyo laki moja kwa laki nane mia moja elfu kwa mia nane elfu ndio walioweza kusajiliwa ama walioweza kujiunga na vyuo mbalimbali nchini Kenya. Kwa hivyo unapotumia neno kwa hapo, utakuwa umetumia neno kwa kuleta sehemu ya kitu. Kumbuka kwamba kwa kwenye sana sana ni kwenye akisami, kwenye akisami Jambo jingine ni kwamba kwa pia inaweza ikatumika kama kiunganishi. Kwa hivyo unapata kwamba kwenye sentensi neno kwa uweza ikatumika kama kiunganishi ama wakati mwingine pia kama kihusishi. Kwa mfano, kucheza kwa Bakari kuliwavutia mashabiki wengi. kucheza kwa Bakari kuliwavutia mashabiki wengi hapo, kucheza kwa Bakari waweza ukasema inatumika kama kivumishi cha aunganifu ama kiuzishi. Kwa hivyo kucheza kwa Bakari, kwa hivyo naweza simesema pia kwamba inaweza ikatumika kama kiunganishi ama kama kivumishi cha aunganifu ama unaweza ukasema pia unaweza ikatumika kama kiuzishi. Aidha, jambo jingine la kukumbukwa ni kwamba unapotumia neno hili kwa, pia inaweza ikasaidia ama ikatumika wakati tunapouliza swali na wakati tunapojibu swali. Kwa mfano unasema kwamba uh, kwa nini ulalia? Unamueleza labda kuna mtoto pale nyumbani E, anamwaga machozi njia nne nne. Kwa hivyo utamuuliza kwa hmm, nini unalia? A, jibu lake a, bila shaka litaanza kwa kwa sababu nimeadhibiwa na mwenzangu, kwa sababu nimeadhibiwa na mwenzangu, jambo kama hilo. Kwa hivyo utaona kwamba kwa pia inaweza ikatumika wakati ambapo tunauliza swali ama wakati ambapo tunafanya nini, tunajibu swali hayo pia ni matumizi ya kwa. Kwa hivyo e, mwanafunzi ni vyema kuweza kujihami kwa sababu najua kwamba kuna matumizi ya viambishi mbalimbali na maneno mbalimbali mbali. Hili ni swala muhimu, na wakati ambapo utaulizwa kuhusu matumizi ya maneno mbalimbali mbali, ama matumizi ya viambishi mbalimbali, mojawapo ya viambishi hivyo ama maneno hayo ni, kuwa, ni kiambishi kwa. Najua kwamba tukiendelea na vipindi mbalimbali mbali, tutaweza kuangazia matumizi ya maneno mengine ama ya viambishi vingine, lakini kwa leo tulikuwa tunaangazia matumizi ya, ya neno hili kwa, na nimezungumzia kwa nikasema kwamba kwa inaweza ikatumika kuonyesha sababu ama kuonyesha sababu kuwa. Pia inatumika kuonyesha sehemu ya kitu kuwa. Nimesema pia inatumika kuonyesha ama kuleta dhana ya pamoja, na nimesema pia kwamba kuwa pia inapotumika, inatumika kueleza namna au jinsi. Nimesema pia kwamba unapotumia kwa, unaweza ukatumia kwa kuonyesha sakundavi kuonyesha kifaa kilichotumiwa kufanyia kazi. Isitoshe ama aidha, ukipenda imesema pia neno kwa linaweza likatumika kwenye sentensi kuuliza au kujibu swali. Na kuna jambo ambalo labda sijaweza kuangazia, kwa pia inatumika kuonyesha muda. Kwa mfano ukiulizwa umeishi hapa kwa miaka mingapi? Kwa hivyo tayari jibu la swali kama hili utasema nimeishi hapa kwa miaka mitano. Kwa hivyo unaona kwa itakuwa inaleta dhana ya uh, muda, litakuwa linatumika wakati tunapoelezea muda. Na mwisho, kumbuka tulikuwa tumesema hapo awali ni kwamba kwa pia inapotumika katika sentensi kwa inaweza ikatumika kuleta umilikaji. Kwa hivyo mwanafunzi, wewe mpenzi wa lugha, ni vyema tuweze kufuatilia kipindi hiki kwa sababu kwa njia moja ama kwa njia nyingine utapata maarifa hapa na pale kuhusu namna lugha ya Kiswahili inavyojenga uzungumzaji wetu na inavyoweza pia kujenga uandishi wetu. Ah, bila shaka Leo, sina sinabudi kuwaaga na kuwatakia usiku mwanana usiokuwa na mshike mshike, mshike, mshike wala bukta. Naitwa Kakamnae. Kama ilivyo ada, ukipenda kipindi hiki naomba kwamba ukaiponyeze kidude pale kuonyesha kwamba umekipenda kipindi hiki changu, kipindi ambacho tutakuwa tunaenda ewani na vipindi kama hivi. Uh, ni vipindi fupifupi ambavyo vinatufaa kwa njia moja au nyingine kujenga ufasaha wetu. Nawatakia usiku wa mwanana usokuwa nabudha. Naitwa Ustath kaka Mnai, kama ilivyo ada. Laleni.